Bahati huwa haitokei mara ngapi? Na kama itatokea mara mbili ni baada ya muda mrefu sana nikiwauliza jambo dogo tu tangu tupate uhuru. Uhuru huu, uhuru huu uhuru huu sio uhuru. Uhuru huu hivi ukalirisa ii kupata mbunge kutoka hapa. Sasa kuna watu wanarefusha pua, ulitaka nani? Kama, kama, kama ni wewe sungejitokeza, na kama muda haujafika ungelangwa tu. Zamu ya Jafari ni kipindi hiki. Mungu amesema. Maandiko yanasema linalofunguliwa duniani na mbinguni ufanya nini? Linalofungwa duniani na mbinguni ufanya nini? Milango ya Jafari imefungulwa na mwenyezi mwenyezi Mungu. Mnaofanya kwa juu ya Jafari mnachuma dhambi bila kujiona, wakati mna macho. Watu wa Bukoli, hamna sababu ya kuangalia mapungufu ya Jafari. Hamna sababu ya kuangalia na sura gani, hauna sababu ya kuangalia alikukataa wakati akiwa kijana. Nafasi ni ya wananchi ni zawadi tumepewa na Mwenyezi Mungu. yeah, yeah, yeah. Wangapi wakua nataka ubunge lakini akawa yeye. yeah, yeah. Alafu niwachekeshe wanabukoli. yeah. kaka yake anajua. yeah. kuna mchezo waliufanya hawa. yeah, yeah. Nikawaambia, yeah. unafanya mchezo huu yatatokea wapi? wow. Wow. Yeah. kwa nini kijana ukapangwa? tumeonana Dodoma, kabla hata kufikiria kwamba atachukua fomu hamna, akapiga picha na mimi na wakairusha kwenye mtandao lakini baadaye nikasikia tetesi tetesi, baadhi <laughs> ya watu nikawaita, akiwemo huyu bwana nikawambia, lakini nyinyi subiri, so muone mwone Mungu alivyo na nguvu. Maneno yangu Mungu akayapokea, niliwaambia Jafari atakuwa mgombea, ndiye huyu anakumgombea leo cmye. Kuna watu wanamwona Faraji kama kijana wa kawaida tu, lakini nataka niwaambie ndugu zangu, ni wenye tofauti na Jafari, kipindi ikiweka pembeni, nenda kaweke tiki kwa Jafari. Uchaguzi ukiisha kama utaona kuna sababu ya kuendelea kutofautiana, endelea hii, sisi tupate kata kwanza.